Sasa nimepita hapa tawa Msimbazi, karibu kabisa na klabu ya Simba, kona Mchikichi na Msimbazi nimekutana na shimo kubwa kama mnavyoliona iliyopo kwenye barabara ya Msimbazi. Ndugu zangu wafanyabiashara huwa wanalifunika na meza hizi hapa, baadaye wanaendelea kufanya biashara zao. Ningewaomba watu wa kamati inahusika na mazingira na usafi, ili jambo tulisimamie leo. Kesho nitapita tena kukagua, kwa sababu haiwezekani kuwe na shimo barabara sehemu inabidi isipitike. Watu wanajaza matakataka, wafanya biashara kumeza shughuli zao taka zao mifuko kama mlivyoiona imejaa ndani ya shimo. Na hapa kuna chemba. Kwa hiyo maji hayaendi kwa sababu hizi takataka. Sasa kama nakusudia kufanya mji wetu uwe safi, kama nakusudia kubadilisha Kariakoo, hii sio sawa hata kidogo. Lazima tuchukue hatua watendaji. Na hapa ni mtaa wa Kariakoo Magharibi. Bahati mbaya sana ilikuwa ni jambo la ghafla, lakini ningetamani mwenyekiti hadi alishuhudie, na ipo kwenye kona Mchikichi na Msimbazi. Hizi ndio kero za kwanza za Kariakoo kwa wafanya biashara wenyewe, kwa watembea kwa miguu, watu wanaokuja kufuata bidhaa, lakini na kwa wakazi na pia kwa sababu iko katika barabara kubwa, hata magari kupita kwake ni tabu. Hapa shapata ajali, ajali na hapa rahisi mtu kuvunja mguu, kama hizi meza zitatolewa, manake mtu juu anaingia anavunja mguu. Mimi watu wangu hao wananiambia bwana, hapo kuna shimo kubwa, nikaambia simamisha gari tuingie. Kwa naomba changamoto kama hii, sasa tuzipe uzito sisi tuliopewa dhamana. Yaani, ningeomba sana sana sana timu ya watendaji ifike hapa kutatua hii changamoto, na ipo karibu na klabu ya Simba, maakoseme labda iko mbali klabu ya Simba, mtaa wa Mchikichi, nyumba inaangalia na inayofuatia. Naomba jambo tulipo uzito, hii sio sawa hata kidogo. Na kwa kipindi hiki ni hapa biashara, ndugu zangu, ningewaomba acheni kutupa taka mpaka tutakapolishughulikia hili, kwa sababu hebu angalia chemba maji yatapitaje? Matokeo yake ikinyesha mvua sasa maji machafu yanakuja juu, barabara haipitiki. Sio so, so, so. So, sawa hata kidogo, lakini niwaahidi kwamba hili jambo nimeliona nitalibeba na ndani ya siku mbili tatu hizi tushalimaliza Tuliomba kazi hii kwa ajili ya kutumikia watu kuwaletea maendeleo, lakini na kutatua changamoto na kero zao. Poleni sana kwa hii changamoto, kila la heri. Nafurahi tukuona kwamba mnapigania maisha yenu wenyewe. Mungu awabariki sana, asanteni sana.